Barabara ya kuelekea Rubaya ya inapita katikati ya milima ya eneo la Masisi, jimboni Kivu Kaskazini. Tukiwa ndani ya gari ya aina 4x4, tunapita kwenye barabara yenye matope, kwani ni msimu wa mvua. Tulipofika <coughs> <coughs> mjini Rubaya, tulilazimika kupanda mlima ili kufika kwenye mgodi. Kwenye mgodi huu mkubwa Tunaona migodi ya zamani iliyoachwa. Rubaya inajulikana kwa utajiri wake wa madini ya aina koltani, kasiteriti na manganezi, rasilimali adimu na muhimu sana kwa utengenezaji wa simu janja, betri na vifaa vingine vya teknolojia ya kisasa. Katika mgodi wa Difoga, kombe mkubwa zaidi kwenye eneo hilo la rubaya mlima inaficha hazina iliyo chini ya ardhi: koltani ya njano, manganezi na madini adimu mengi. Ni madini adimu zinachimbwa kwa mkono, mbali na mashine za viwandani. Rubaya si mgodi tu, ni ulimwengu tofauti, ambapo familia nzima huishi, hupanga maisha yao na kuendelea kuishi karibu na visima. Uchumi usio rasmi unaibuka wanawake hupika kwa ajili ya wachimbaji, kwa sababu hapa watu hawaji tu kuchimba madini. Mara nyingi wanakaa hapa maisha yao yote. Madini yanachimbwa chini ya ardhi katika handaki hizi, wanaume huparua mawe wakiwa wamelala ndani ya mashimo yenye nafasi finyu ni mgodi wa nini hii ni mine ambamo tunatosha manganezi mm. na sasa tuko katika hatua gani hapa tunafika ku hii ya mweupe ndio production tutatia kumai tusukule kisha tubebe ku kontoari madini yanachimbwa kwa mikono kwa kasi ndogo huku chini kuna watu wengi preske 30 person njoo kuko yowako na mapyoshe bana, bana, bana irima kisha bana ipandisha mumasake mpaka inji. Je, usalama wa walioko ndani umehakikishwa? Iko rasire. Rasire paske unaona ginsi tunajengea miti mpaka kwenye vako tunajenga juu baproteje ma kilima, kuna maporomoko hapa? Hakuna, hmm. Tuko na, na ekipe yenye, na, iko sharge na kuverifie kama tunajenga muzuri kusudi insida zisi jiproduire. Nami pia ninashukaga wakati moja moja ninashukaga kuona ginsi sekurite inaendelea. Apa, leo, leo unafanya nini hapa? Hapa niko musupervision nione jinsi kazi inaendelea. Naendereya njoo yenyewe na nisimamisha hapa <tipa> oh, <raza, raza>, gufotora <tipa> oh, kwa siku tunaweza produire presque ma 30 kg 40. Hizo kilo 30 hadi 40 zina thamani ya pesa ngapi? Bosa depana ginsi kusoko, bei iko kwa leo hii 30 kilo ni 1200 dola, ifika mukara senke au senkanti metri lakini tunaendeleaka jinsi tuko natosha tunasogeaka mbele. Madini ya manganisi ambayo ni kama vumbi jeupe huwekwa kwenye mifuko kwa hatua inayofuata. Manganisi rafi mara nyingi huwa mchanganyiko wa mawe au udongo, ambayo hubadilika kuwa vumbi hii jeupe wakati wa kuchimba au kusaga. Pia vumbi hii huwa limechanganyika na madini mengine kama koltani, kasiteriti na kadhalika Awa vatransporter wanaweva ku mai kini tunavaona, wakonabeba wanaveva kupwia mai. Sasa na sasa kuna nini kinachofuata? Mai njo watasukura, kisha tuende tena kutia kujua, apres kuzua njo tunaweva kusoko. Baada ya kuchimba madini, hubebwa mgongoni hadi kwenye visima vya maji, ndipo hatua ya kusaga inaanza. Wafanyakazi humiminia madini ndani ya maji na kuyakoroga kwa nguvu kwa kutumia koleo kwa dakika kadha. Kidogo kidogo, vipande vizito hasa manganezi hushuka chini. Hatua inayofuata ni uangalifu zaidi. Madini huchukuliwa kwa makini na kupitishwa kwenye kipande cha kitambaa au matofali yaliyotumika kama aina ya kichujo cha kienyeji. Hatua hii hutenganisha tope na vipande vya madini. Make, injo korta hii njo korta, hii ni manganezi. Hii korta kama iko mwai manganezi, njoo inakuwa na kilo, sasa njoo inapeze na franki inakuwa ya mingi. Make hii korta njo yenyewe wanatengeneza kamo telefoni mwai dunia yote. Katika mgodi huu wa kienyeji, wanawake pia wana nafasi yao, ingawa hawajulikani sana. Kazi yao ni kuchukua masalia, mabaki ya madini yaliyosafishwa ambayo wanaume huacha nyuma. Wanatolipa faranga za Kongo mm, elfu kumi. Masalia haya ni mazito, yana tope, lakini wakati mwingine bado yana vipande vya madini vinavyoweza kutumika. Katika dfoga kombe wachimbaji na wafanyakazi wanaweza kupata wastani wa dola tano kwa siku sawa so, na takribani faranga za Kongo elfu kumi na tano. Madini haya huwekwa kwenye mifuko tayari kushushwa kutoka milimani hadi kwenye mji wa Rubaya ambako yanakaushwa na kuuzwa kwa wanunuzi wadogo. Katika mji wa Rubaya, mtani kabisa ya visima, mstakabali huundwa kwa mikono mitupu. Kile tunachokiita rasilimali adimu na za kimkakati hapa, ni masaa ya jasho na hatari za kila siku kuzipata.